ko na hivyo mtu anayekuwa mwanafunzi ni yupi? Ni yule anayehusiana na Mungu wake kwa asilimia mia, yani Mungu ndiye wa kwanza katika maisha yake. Kitendo cha kuacha unaolipenda zaidi na kuwa wanaanza kusikia, wajaluo tunafanya hivi, wajita tunafanya hivi, wakurya tunafanya hivi, wasukuma tunafanya hivi. Pamoja na kwamba ni Mkristo, bado hajaachana na mila. Lakini tunasemaje hata imekuwa, mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama, yamekuwa mapya. Mshiriki akiingia kanisani, yeye huyaendeleza lakini Anapoingia ndani ya kanisa, ndani ya Kristo, anasema ya kale yamepita. Mimi sio tena mwabudu miungu, ninatenda kwa utukufu wa neno la nani? Huyo ni mwanafunzi no. mwenye bidii, mwanafunzi aliyetaka kubadilika juu ya mambo ya ulimwengu na kuishi kikimbingu na kuishi kiroho na kuishi kama mcha Mungu, hao kwa jina moja wanaitwa wanafunzi wa amilifu. Wa nane linakuja, je, mambo ya dunia yamekufa? Wewe uliye Kristo na mimi niliye Kristo, je, zinapokuja tamaduni zinazotaka kukanyaga imani yako, je, zimekufa ama bado naendeleza pamoja na Kristo wako? Ikiwa ni hivyo, bado hujawa na sifa kwa nini neno linasema hivi? uwezo ule wa kuacha yale nayo yaana mazuri na kuyaacha na kuona na na ya kwamba ninataka kutenda lilo chema lenye kumtukuza Mungu, ule uwezo na maamuzi hayo ndiyo yanayomfanya mtu anayeitwa mshiriki kufikia kiwango cha ukuaji na kuwa mwanafunzi wa nani? wa Yesu. anapokuwa mwanafunzi, anapoacha kile kinachoona